Kama mko committed na kazi mtaweza kufanya kazi, lakini kama kuna ujanja na ubabaishaji, basi tutakutana katika kazini. Lakini mjue tu kwamba tutafuatilia kwa ukaribu e, kwa sababu katika mkoa wa Mwanza maeneo ambayo yanatusumbua kwa sasa ni maeneo ya visiwa. Kwa hiyo matarajio yetu e, nyinyi muwalipe kwa wakati wakandarasi, na wakandarasi nao wafanye kazi kwa wakati. Wasiwe wababaishaji eh, si tunaamini wa Tanzania wanaweza wako, wa Tanzania wako serious kwenye kazi zao na wako wababaishaji eh, lakini ni jambo zuri kama unakuwa na kampuni ukifanya kazi yako vizuri, maana yake hata next time serikali inasema fulani amefanya vizuri, hata akipewa hapa ataweza. Eh, watu wengi wanashindwa kujua kwamba unapopata hii kazi, kwanza competition sasa hivi ya kupata kazi ni kubwa sana Unapopata kazi ukaitendea haki eh, inasaidia sana kwa sababu next time hutumia hata nguvu nyingi. Mimi nawatakieni kila laheri. Ofisi yetu iko wazi, ofisi za wakuu wa wilaya ziko wazi. Ni vizuri kama mlivyojitambulisha hapa, mkifika kwenye maeneo ya kabla ya utekelezaji, mkajitambulishe na mkuu wa wilaya, naye awatambulishe kwa maafisa tarafa, maafisa tarafa awatambulishe kwa watendaji wa kata watendaji wa kata wawapeleke mpaka uite mkutano wa kijiji, he, mna saini pale, serikali ya kijiji mnaitiwa, mna na kikao kidogo cha kijiji, mnaitiwa na mkutano wa kijiji. Jamani, si ndo wa kandarasi, tumetumwa na serikali, kazi yetu itakuwa moja, mbili, tatu, taratibu wa mradi utakuwa hivi na hivi na hivi hivi. Kwa hiyo ofisi yetu itakuwa sehemu fulani hapa kijijini, kwa hiyo mkiwa na jambo lolote, njooni hapa he, kunakuwa na ile awareness ya wananchi, sio project inafanyika wananchi hawajui chochote. Kwa hiyo ni vizuri nyinyi wenyewe viongozi. Wengine chini kule ni wavivu wazembe, e, hizi procedure hawataki kuzifuata, lakini ukizifuata unapata ushirikiano mkubwa kabisa kutoka kwa wananchi, kwa sababu wanajua nini mnachokifanya. Hata mnapoibiwa vifaa wata watawaambia kwamba kuna watu wanaiba vifaa hapa, watasababisha mradi uchelewe hapa, vitu vya namna hiyo kwa hiyo sisi tunawatakieni kila laheri, endeni mkafanye kazi e, ofisi zetu ziko wazi. Mhandisi hapa, kukiwa na changamoto, njoo hapa utujulishe, sisi tutarescue situation, halafu mambo mengine yote e, yataendelea.